Tuelekee kaunti nambari tatu, ambapo polisi huko Kilifi wamemzuilia mhubiri mmoja kwa tuhuma za kuendelea na itikadi potovu katika eneo la Chakama, eneo bunge la Magarini. Mhubiri huyo wa kanisa la New Foundation, Abel Kahindi anazuiliwa huku ripoti zikiibuka kuwa huenda waumini kadhaa wa kanisa hilo wamefariki katika hali tatanishi. Mshukiwa huyo amekanusha madai hayo huku uchunguzi ukiendelea. <coughs> E, la kushangaza ni kwamba yeye e, ana Biblia ndio pastor wa kwanza kuona kwamba anja mbeba Biblia Biblia. E, na tukimwonji wakati ameonjiwa, pia anasema yeye anaamini sana kupeana maji ya, ya uzima e, ambayo ndio anauza kwa shilingi mia moja mitungi e, tatu. Alafu pia anaamini sana katika mti wa uzima, huo mti wa uzima mnaona ni huu mti ambayo uko hapa ambao sasa waumini wale wamekuja na ni kama wamepangawa ama wako na mapepo wanapanda huo mti, na wakipanda huo mti mapepo yana mbumburuka yana, yana, yanaenda. Kwa hivyo ukiangalia sasa hizo uh, ni itikadi ambazo asieleweki. Mimi ni pasta natumia bibilia, lakini mahali nimetolewa sikujua hata nitafika kanisani yeah. Ndio maana nimetoka hata bila Biblia, sikujua kwanza nitakuja kanisani yeah. Lakini Biblia iko wa uzima. Huo ndo mti wa uzima okay. Yeah. Wa uzima? Ni kwa sababu wanaokuja hapa wana mapepo, wanapofika pale na kupanda, mapepo wanawatoka, sasa nitaita mti wa uzima okay. Kuna watu wangu hapa ndani wakati nikiwahudumia hawajapoteza maisha, sipokuwa kuna mmoja alipokuja hapa, alilala siku ya pili ndio akaaga, kabla hata sijafika hapa kanisani, wakati huo nilipokuwa Malindi lakini sijahudumia mtu pale pale na kafa pale pale.